Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu wasifiwe. Shalom, shalom. Basi leo tutakwenda mbele za Bwana kuomba maombi ya kuangamiza roho fatilizi na roho za kufisha ustawi wako. Kwa nini roho fatilizi? Na kwa nini roho za kufisha? Roho fuatilizi maana yake ni kwamba ni ile roho inayokufuatilia kila jambo unalofanya taarifa inafika. Yamkini umepanga kwamba mwaka huu natamani ninue uwanja, maana yake kwamba katika ulimwengu wa roho tayari taarifa ipo kwamba mwaka huu amepanga atanue uwanja. Maana yake kwamba kwenye ulimwengu wa giza wanaanza kuangalia sasa, huyu mwaka huu anataka afanye moja mbili tatu kwa hiyo kama kuzuia wanaweza akazuia au kukukwamisha kwa sababu kuna roho fuatilizi sasa. Hizi roho fuatilizi maana yake kwamba zinakumlika kila unachokifanya, kila unachokifanya zinakumlika. Hizi ni roho fuatilizi maana yake kwamba lazima ziangamie kwanza. Zisipoangamia, maana yake kwamba zitaendelea kukufuatilia. Taendelea kukufuatilia. Lakini pia roho za kufisha. Roho za kufisha maana yake kwamba kila kitu unachokifanya unatamani kwamba labda yamkini labda umeanzisha biashara ya kuuza matembele unashangaa inaenda inaenda inaenda halafu mwisho wa siku unakuta tu wateja hawanunui matembele miezi mitatu minne umeingia kazini na wewe angalau unatamani mipango yako iende vizuri unashangaa unaandikiwa barua ya kusimama kazi roho fuatilizi na roho za kufisha kwa hiyo unapokuambia roho fuatilizi na roho za kufisha ninamaanisha, kwa hiyo lazima twende mbele za Bwana tukaombe hivi, roho zinazokufuatilia roho za kufisha, tukaziangamize ili kwamba kile unachokifanya kiweze kufanikiwa na kila mipango yako unavyoipanga iweze kufanikiwa. Basi hebu andaa moyo wako sasa, twende mbele za Bwana kwa ajili ya kuomba haya maombi. Mimi nitakuombea lakini, basi na wewe natamani uinue moyo wako sasa, ili nitakapoenda kukuombea Bwana aendelee kukupigania sasa, na Bwana akaziangamize hizo roho fuatilizi na hizo roho za kufisha. Basi unaweza tu kashika kifua chako, fumba macho yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako Baba. Nakushukuru kwa ajili ya muda huu, tena umenipa kibali tena cha kuweza kusimama mbele za watumishi wako, kuomba nao watumishi wako Baba alipo kusudi ambao umekusudia kwa mtu mmoja o, yamkini kuna roho fuatilizi, kuna roho zinazofisha ustawi wake anatamani kupiga hatua lakini, kuna roho ambazo zinazofisha, kuna roho ambazo zinazomfuatilia. Baba katika jina la Yesu Kristo, baba kamguse sasa wewe mtumishi wako, we Bwana ambaye moyo wake ameinua, amekuinulia wewe e Bwana, amekuinulia wewe e Bwana. Baba tunaenda kinyume na hizo roho, roho fuatilizi. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo sasa. Damu ya Yesu Kristo ikaangamiza hizo roho fuatilizi. Damu ya Yesu Kristo ikaangamiza hizo roho fuatilizi. Neno la Bwana, sema nao, wakamshinda kwa damu wa Mwanakondoo. Nami, e Bwana, naituma hiyo damu ya Yesu Kristo. O, naituma hiyo damu ya Yesu Kristo. Naituma hiyo damu ya Yesu Kristo. Naituma damu ya Yesu Kristo. Yes, hizo roho fuatilizi. Hizo roho fuatilizi. Hizo roho fuatilizi. Oh, walikuwekea kamera, walikuwekea rada. Oh, chochote hizo kifanya, wanakuwa wanapata taarifa. Oh, katika jina la Yesu Kristo, tunaangamiza hizo roho, tunaangamiza hizo roho. Na hizo roho za kufisha, tunaziteketeza kwa moto. Wa Roho Mtakatifu, wa Roho Mtakatifu kwa moto. Wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila roho yote iliyokuwa imetumwa, iliyokuwa imetumwa, roho fuatilizi, roho hizo roho hizo roho, oh, tunaziangamiza tunaziangamiza kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu ao ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu, jina la Yesu. O, Baba achilia nguvu na weza, achilia nguvu na weza, achilia nguvu na weza. Inatembea nguvu ya Bwana, inatembea nguvu ya Bwana, inatembea nguvu ya Bwana. Inapenya sasa, inapenya sasa hizo roho, hizo roho, hizo roho zikangamie, zikangamie, yes, hizo roho zizokuwa, zizokuwa zinakufuatilia muda mrefu, muda mrefu, muda mrefu, oh, kuanzia muda huu, kuanzia muda huu kuanzia muda huu, zikangamie, zikangamie, zikangamie, zikangamie, oh zikateketee, zikateketee zote, zikateketee zote kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai, oh achilia nguvu, achilia nguvu, achilia nguvu, achilia nguvu, achilia nguvu, achilia nguvu, oh katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, hizo roho fuatilizi Hizo roho fuatilizi, hizo roho fuatilizi, iwe ni kamera, iwe ni lada, tunazilipua, tunazilipua, tunaziangamiza, tunaziangamiza kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, oh tunaziangamiza, tunaziangamiza kwa moto wa Roho Mtakatifu, zikateketee, zikateketee, zikateketee, zikateketee, zikateketee, zikateketee, pwaa, zikaangamie katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, hizo lada zao, hizo lada zao, na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa moto, na kwa moto, na kwa moto, na kwa moto, na kwa moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Oh Baba, neno lako nasema oh, kwenye kitabu kitabu cha Yeremia ile sura ya hamsini na moja na ile aya ishirini oh, wewe u rungu langu na silaha zangu za vita oh, kwa wewe nitawavunjavunja mataifa nitawavunjavunja mataifa o oh, na kwa wewe nitaharibu ufalme. Oh Baba, katika jina la Yesu Kristo, umeniite Bwana kuifanya kazi yako kwa ubora, kwa ufanisi na kwa kiwango cha juu. oh, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ninasimama kama mtumishi wako, ninasimama kama mtumishi wako. oh, hizo roho fuatilizi, hizo roho fuatilizi zikangamie, zikangamie. Hizo kamera, hizo rada zao zikavunjike vunjike, zikavunjike vunjike power katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, zikangamie zikangamie zikangamie zikangamie, hizo zika kamla zao, hizo rada zao, rada za kuzimu za kichawi za kiganga zinazomfuatilia mtumishi wako zinazomfuatilia mtumishi wako mtumishi wako, zikangamie zikangamie zikangamie zikangamie zikangamie zikangamie, pawa zikateketee, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, waliweka roho za roza za kufisha, roho za kufisha. O, mikono yake mikono ake wakachia roho za kufisha, wakachia roho za mauti, wakachia roho za mauti. Wewe pepo wa mauti, wewe pepo wa mauti, mauti na kuangamiza na kuangamiza kwa moto waromparefu, power p oh, katika jina leso keso, katika jina leso keso, wapigwe sasa wapigwe sasa, hizo roho hizo roho hizo roho roho za kufisha roho za kufisha roho za kufisha naziangamiza na ziangamiza na kwa dame so keso na kwa moto na kwa moto waromparefu na kwa moto waromparefu kila roho yote kila roho yote kila roho yote iliyokaa kwa mtumishi wako, roho za kipepo roho za kuzimu za kichawi za kiganga za kishirikina zikalipuliwe, <tutu> paa zikaangamie zote paa zikateketee zote o kati katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Baba, naangamiza sasa hizo roho zote hizo roho zote roho fuatilizi roho fuatilizi na hizo roho za kufisha hizo roho za kufisha hizo roho za kufisha kuanzia sasa kuanzia sasa zikaangamie zikaangamie zikaangamie. Oh, hawezi kustahimili hawezi kustahimili hawezi kustahimili hawezi kustahimili. rungu la Bwana rungu la Bwana rungu la Bwana linavunja vunja linavunja vunja. Oh, rungu la Bwana linavunja vunja linavunja vunja. Oh, hizo roho hizo roho zinavunja vunjika zinavunjika zinavunjika zinateketea zote zinaangamia zote zinateketea zote zinaangamia zote, katika jina la Yesu katika jina la Yesu, zitoweke sasa zitoweke zitoweke sasa zitoweke sasa, pawa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu yes, katika jina la Yesu Kristo, hawawezi kustamiri hawawezi kustamiri hata kidogo, hawawezi hawawezi kustamiri hawawezi kustamiri hawawezi kustamiri kustamiri, wanatoka wanatoka wanakuachilia wanakuachilia wanakuachilia wanakuachilia wanakuachilia wanakuachilia wanakua, katika jina la Yesu katika jina la Yesu, hizo roho za kufisha, hizo roho za kufisha zinaondoka, zinaondoka, zinaondoka, zinaondoka, zinaondoka. Yesu, Bwana anaachia nguvu sasa, anaachia nguvu sasa. O, chochote utakacho kikamata, utakacho kikamata kitastawi, kitastawi, kitafanikiwa, kitafanikiwa, kitafanikiwa, kitafanikiwa katika jina la Yesu. Asante Bwana Sante Bwana, sante Bwana, Baba, tunakushukuru kwa matendo yako makuu Bwana. Sante Bwana, kwa kuangamiza hizo roho fuatilizi na hizo roho za kufisha. Baba, tunakushukuru. E Bwana, endelea kuwapigania watumishi wako, endelea kuwatetea Bwana, kila wakati, kila muda, kila saa, wapigania watumishi wako, e Bwana nami we Bwana wafunika sasa watumishi wako kwa damu Yesu Kristo, achilia ulinzi we Bwana ukawalinde, ukawatunze o, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Baba nimeomba na kuamini, na kila mwenye pumzi naseme Amina. Basi wewe ambao umefuatilia haya maombi, ni maombi ya kuangamiza roho fuatilizi. Basi jitahidi unapokuwa unaomba katika maombi haya kuangamiza hizo kamera, hizo rada zao ambazo wanakumonta, na damu Yesu Kristo itaondoa kabisa hizo roho za kufisha, na kila utakachokishika kitafanikiwa, kwa sababu hamna upinzani. Endelea ya kufuatilia chaneli yetu ya mikono ya Kristo. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Francis Mabina, hadi wakati mwingine palipo majaliwa. Bye, bye.